Uchaguzi uh, mkuu utakosa uhalali bila Chadema kushiriki na ACT Wazalendo eh, mgombea wao alienguliwa, ah, na hoja hii inaongelewa sana na watu wengi, lakini <laughs> mimi kisheria nikiliangalia, unaonea tahuruma, lakini ninapopata nafasi nawaeleza ukweli, ni kwamba demokrasia haimlazimu mtu ushiriki kwenye uchaguzi kwa mtutu wa bunduki haimulazimu, hiko ila choni usimzuie mtu kwenda kupiga kura. Maana ni hali hiyo, ni hali yake. Una kakadi kako wewe, unaenda wapi kupiga kura? Njoo hapa wewe, sasa ni mhalifu mm -hmm. Hakuna cha mtu au chama kuweza kufanya hiyo na kuna mtu chama kuweza kuzuia kufanyika uchaguzi mkuu chini ya katiba yetu na chini ya sheria yetu uwezi. Tukumbushane kidogo jamani, mimi naomba niwakumbushe kidogo. Mwaka 2015 chama cha Kafu kilisusia uchaguzi wa Zanzibar, watu wakatetemeka, wamesomea wanasheria, tukasema tusome katiba. Uchaguzi ukafanyika bila Kafu serikali ikaundwa, mwisho ikabidi uanze kulaumia na wenyewe, mpaka chama kifasuka vibaya. Ndugu zangu, sitaki niingie kwenye siasa, lakini nitaka kueleza tu kwamba uchaguzi huu hautakosa uhalali chini ya katiba, chini ya sheria tulizo nazo na chini ya mikataba ya kimataifa inayogusia swala la demokrasia na uchaguzi huu chaguzi mkuu utakosa uhalali bila CHADEMA kushiriki na ACT Wazalendo eh, mgombea wao alienguliwa. Na hoja hii inaongelewa sana na watu wengi, lakini <laughs> mimi kisheria nikiliangalia, unaonea unaonea tahuruma, lakini ninapopata nafasi nawaeleza ukweli, ni kwamba demokrasia haimlazimu mtu kushiriki kwenye uchaguzi kwa mtutu wa bunduki hailazimu, ila choni usimzuie mtu kwenda kupiga kura, maana ni hali hiyo, ni hali yake una kakadikako. Wewe unaenda wapi kupiga kura? njoo hapa wewe, sasa ni mhalifu. Hakuna cha mtu au chama kuweza kufanya hiyo na kuna mtu chama kuweza kuzuia kufanyika uchaguzi mkuu chini ya katiba yetu na chini ya sheria yetu uwezi. Tukumbushane kidogo, jama, mi naomba niwakumbushe kidogo. Mwaka 2015 chama cha kafu kilisusia uchaguzi wa Zanzibar, watu wakatetemeka, wamesohea wanasheria, tukasema tusome katiba. Uchaguzi ukafanyika bila kafu Serikali ikaundwa, mwisho ikabidi waanze kulaumia na wenyewe mpaka chama kipasuka vibaya. Ndugu zangu, sitaki niingie kwenye siasa, lakini nitakueleza tu kwamba uchaguzi huu hautakosa uhalali chini ya katiba, chini ya sheria tulizo nazo, na chini ya mikataba ya kimataifa inayogusia swala la demokrasia na uchaguzi huu